Na tumesikia insecurity cases, au masuala ya utovu wa usalama, wallahi, na waapia kwa Mwenyezi Mungu, hili limechangiwa pakubwa kwa ukosefu wa imani ya dini. Baba kavire ma, ka, ka, ka madrasa mayo kavire madrasa mwana undaka, unamanya chituwe kwa sababu tusidanganyane, wale wanaotembea wakisema kukosa ajira ndiko ambako kunafanya mtu akakate mwenzake kipanga, hapana. Mkukosa adabu tu na ukwenye kukosa adabu, au siko kwa kina mama wenzangu, na ukwenyeni kukosa adabu tu na kupotoka. Lakini usietieni swala la kukala mkala nataka kazi. Bwana DCC eh, hapa amezungumza akasema miaka kumi na mbili mtu anataka apewe kazi gani? hata sasa hivi ukitaka maidi wa nyumbani utapata mzee wa miaka hamsini anatafuta kazi ya nyumbani. Siku hizi hakuna mambo ya ajira ya watoto wadogo, kwa sababu serikali ilikatazwa, tunataka watoto wakasome, na kwa sababu sisi wazazi wengine hatuna ngoa. Uchilola hivi wa mwajirani wanaanacha na madigiri, uchilola hivi Bwana, Waziri Mutua kwao kuna anache asoma na madigiri, lakini we kuna ngoa mwenye unamba majaliwa gangu majaliwa gavivi gano. Wakina mama wenzangu, mimi nawapatia changamoto, sisi ndio managers wa majumba yetu sawa sawa, tuchukueni majukumu yetu. Mimi saa nyingine nasikia watu wanasema viongozi wameachilia majumba yao Haya, yuna Fatuma Masito arere kwake kayi na mlumewe yeah, lakini anabwi Fatuma Masito amanye nyumba ya mwanakombo ikalalaze mwanawe kararire akale andaweza kumdisiplini ya mwana yeah, yeah, sianzoroa ya yangu ganawezekanago Yani ni, ni role gani ambayo wewe unataka mimi kama gavana wa Kwale County, mimi kama women rep wa Kwale County, mimi kama mbunge wa Msambweni unaniambia nimedorora katika majukumu yangu ya kazi. Kwanza nataka uje karibu ni kuambie majukumu yangu mimi kama mbunge. Uyaelewe yale majukumu yangu. Alafu na mimi ni kuambie majukumu yako wewe kama mzazi. Alafu tuangalie mkosa ni nani. Wazazi wenzangu, lazima tuchukue majukumu yetu kama wazazi.